Naitwa DJ Zombi The Great kubwa la madui. Ni msambazaji wa nyimbo zote, lakini hususan sana ni nyimbo za asili na kubradi wasanii na kubradi studio mbalimbali. Kwa leo nimetembelea Mwanza. Niko maeneo fulani hivi panaitwa Maduka tisa. Hapa Maduka tisa nimekuja kufanya nini? Leo nimetembelea mazingira, leo nimekuja kupiga story kati ya wasanii ambao wako chini ya ile wako chini ya lebo. Umeelewa wako chini ya lebo? mikono salama ya producer anaitwa Saleh. Huyu Saleh ni mwanzilishi wa, wa nyimbo za asili . Hizi nyimbo za asili unazoona kwa sasa wanazita Tivoli, zinazobamba kila kona, kila mikoa, kila nchi. So leo nimefika, leo nitapiga story sana na msanii wake ambaye yuko chini ya lebo, chini ya studio inaitwa Live Vox studio, inapatikana maduka tisa. Bwana sijiulize maswali mengi sana hii studio inapatikana wapi? Inapatikana maduka tisa ndani ya soko jipya. Ukifika okay tu pale Mwanza, chukua bajaji, chukua nini? Fika. Mwambie tu nipeleke maduka tisa. Utamkuta Mwamba anaitwa producer Saleh. Bwana leo tunapiga story ndugu yangu. Okay. Leo watu wanataka kujua vitu vingi kupitia kwako wewe. Sawa. Na kupitia lebo yako. Sawa. Cha kwanza kabisa hako, ah, kwa jina lako unaitwa nani? Ah, mimi kwa jina naitwa Chegete. Chegete, chegete, chegete. unaitwa chegete? Ndio. maana ya chegete ni nini? maana ya chegete kwa Wasukuma, Nikielezea ili wataelewa. mm. Chegete bwana, kuna kindege huwa kinatua kwenye mchele mpunga, huo kinatua mlendani, ukiwa ndo nakaribia kuiva sasa. Tayari kwa kuvunwa, sio kile kindege kina rangi mbili njana na nyeusi. Kwa hiyo wale ndege wote wanaokuja kula mpunga wakiswagwa, yeah. kwamba watoke yeah. kwa yule anayelinda sasa, yule mcheli yeah. kale kana, kana baki yani, hata ufukuze vipi wale ndege yeah. kale hakatoki. Ndio maana ya chegete, ndio maana ya chegete, bwana chegete, chegete. Leo nimefika nyie kwa lebo yenu, karibu sana ambacho wanachotaka kujua sio mimi tu, hmm. na wadau wanaokuona hapo na washabiki ambao wana hamu sana kujua wewe Misal. Wanasikiaga tu midundo yako mwana, wanasikia sana midundo yako, inagonga inagonga. Zombie moja mbili tatu, tafutia msanii wa wapi, akasema okay. poa mimi nitamtafuta nitampata. bati nzuri, nimekupata sawa, Chegeti. Na kwenye lebo yenu nyie kuna wasanii wengi sana, wasanii wengi sana hmm. na mnafanya poa sana na kwa nini nyie wote muishie kwenye mziki wa asili, msifanye hata gospel, msifanye hata bongo flavor, ambayo mziki kwa sasa ndio uko hiti unasikilizwa sana e, japokuwa mziki wa asili kwa sasa una bamba sana, saa hizi umepanuka, naona Kenya, Uganda, nanywe blood mziki wa asili. So unaona kipi ambacho kimekufanya wewe ukaamua kufanya mziki wa asili? Uh, watu wengi wamesahau, wameisahau kwa hiyo sio kwamba sisi hatuwezi kufanya mziki wa kwaya yeah, au bongo flavor yeah, ni kwamba wamekuwa watu wengi sana wakiimba kwaya na bongo flavor yeah. sasa nani ataimba asili? Kwa sisi tukarudi kwenye asili, tusipoteze cha kwetu. Okay, kwa hiyo wewe ukarudi kwenye asili. Kwenye asili. Usipoteze asili yako. Yes. Na nikiona una fimbo kweli, wewe ni mwana kabila gani wewe Msukuma? Mimi ni Msukuma. Original. Ah, uh, mimi Msukuma lakini orijini wangu ni Mnyilamba, ni Mnyilamba. Ya, baba wangu ni Mnyiramba, mama wangu ni Msukuma, nimekulia Usukumani, kwa hiyo lazima ni nilinde asili ya Usukuma, yes. Okay, sawa. Wewe hapo ulipo sawa, ndio mziki wasi, unasemekana kwamba ni mziki wa ajadi, sawa Umenielewa? Ndio. Ambao mara nyingi sana unatambulisha unatambulisha sana sana madawa ya kienyeji, uganga, kuloga, kufanyeje, sawa. Unaona, na katika nyimbo zako wewe ulishawahi kutunga hata nyimbo moja kusifia labda mganga, labda dawa? Naona kila mtu naona gude, gude dawa dawa na, nani dawa nani upande wako akisema dawa upande wako wewe. Uh, mimi kwenye nyimbo zangu hmm. Hakuna nyimbo ambayo nimeimbia dawa hmm au nimeimbia mganga. Hapana, mimi naimbia maadili ambayo yanapotea, Ndio. Utamaduni wetu sisi Wasukuma na tamaduni za makabila mengine mi nimejikita huko, siwezi kumzungumzia mganga. Mganga pekee ni Mungu, ndio mganga peke yake. Kwa hao wengine sijawapa nafasi kwa sababu yeah, siamini kuwa wanaweza kufanya zaidi ya Mwenyezi Mungu, zaidi ya Mwenyezi Mungu hawezi. Kwa nini mwamini Mungu kuliko kazi yake peke yake. Okay, sawa. Sasa, kipi ambacho wewe kilikufanya tunarudi kwenye swali hili. Yes, sawa. Kipi ambacho kikufanya wewe hadi ukaenda, kama ulimfuata Salehe ama wewe tu ndio uliamua? Mimi naamua bwana, kutoka mwani mwangu mimi sitaki lebo zingine. Wapo wakina Simoni Danger, wapo wakina nani, wana lebo zao. Umenielewa? Kipi ambacho kilikufanya wewe mpaka ukamfuata Sare? Ah, uh, kilichonifanya nikamfuata Sare. Ndio. Unajua Sare ni mwanzilishi wa nyimbo za asili. Sawa. Mimi Sare nimeanza kumsikia